Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kipindi kilichopita nilizungumzia miundo mbalimbali ya biashara ambayo unaweza ukaitumia unapofanya uamuzi wa kuanzisha biashara. Nilitaja kwa kifupi miundo kama kwa mfano, nilisema ni muundo wa biashara mtu mmoja, au wanasema ni sole trader. Lakini pia kuna muundo wa biashara ya ubia, yaani kwa Kiingereza wanasema partnership. Lakini pia nimesema pia kuna muundo wa kampuni, yaani kampuni company limited by shares, by guarantee and so forth, na vitu vingine lakini pia nilielezea muundo wa ushirika. Sasa nilikuwa nimelezea kwa kifupi, na leo nimeona nichukue muundo mmoja na kuelezea faida zake. Sasa leo nitaongelea faida za kuanzisha biashara kwa mfumo wa partnership, yaani ubia. Ukiangalia katika biashara mbalimbali utagundua kuwa zile biashara ambazo zinahusisha watu wa taaluma moja mara nyingi wanatumia mfumo wa partnership. Kwa mfano ukiangalia, wanasheria wanapofanya shughuli zao, wanaungana wanakuwa na partnership, lakini pia ukiangalia, wahasibu wanapofanya shughuli zao huwa wanaungana na kufanya kitu kama kinakuwa ni partnership. Na hata wakati mwingine mainjinia nao ni hivyo hivyo, na hata au madaktari. Kwa hiyo utakuta kuna kitu hapo. Kwa nini hawa watu wanaofanya kazi kitaaluma wanatumia mfumo wa, wa ubia ni partnership? Sasa leo nitajaribu kuelezea faida za kuwa na kuchukua mfumo wa partnership. Na nafikiri kuna faida kama kumi hivi, nitajaribu kama nitaweza kuzielezea zote, ambazo unafaidika kwa kutumia huo mfumo wa partnership ukilinganisha na mifumo hiyo mingine niliyoelezea. Kwa hiyo hiyo hizo faida kumi ni kama zifuatazo. Sasa faida ya kwanza ni kuwa kwenye partnership hakuna kodi zaidi ukilinganisha na kama vile kwenye kampuni. Maana yake ni hivi. Wale wanachama wa partnership ndio ambao wanalipa kodi. Lakini ile partnership yenyewe hailipi kodi. Wakati kwenye kampuni iko tofauti kidogo, kwa sababu kwenye kampuni, kampuni yenyewe inatozwa kodi, lakini pia wale shareholders, yani wamiliki wa kampuni, nao pia wanalipa kodi. Kwa hiyo, sasa faida mojawapo ya partnership ni kuwa partnership hailipi kodi. Wanaolipa kodi ni wale wajumbe wa partnership au wanachama wa partnership. Faida ya pili ni kuwa kama nilivyosema hizi partnership mara nyingi inakuwa ni watu wanao wenye taaluma moja wanaungana. Sasa faida ya kuwa na partnership ni kuwa hawa watu wenye taaluma inayolingana inakuwa ni sehemu kama ambapo wanakutana na kubadilishana eh, knowledge yao au utaalamu wao, na hapo hapo inafaidika, ina, hiyo partnership inafaidika kutokana na na knowledge yao, skills zao. Kwa hiyo partnership inafanikisha kusaidiana katika kushare au kuchangia katika mambo ya kitaaluma. Faida ya tatu ni masuala yanayohusiana na gharama za kuendesha partnership. Tofauti na kampuni, partnership unakuta zile gharama zake za kuendesha shughuli zake zinagawanywa kati ya wanachama. Kwa hiyo wanachama wana, wanachangia kwenye ku- kwenye hizi gharama za kuendesha hiyo partnership, kiasi ya kuwa sasa inafanya kila mmoja anabeba mzigo mdogo kuliko kama ilivyo kwenye mambo ya kampuni, ambayo gharama za kuendesha kampuni ni kubwa sana. Namba nne ni fursa zinazotokana na hizi partnership ni kuwa, kwa sababu partners hii ni watu ambao wana taaluma, na kuna wengine ni wazito kwenye mambo ya taaluma. Kwa hiyo unakuta fursa zinapotokea inakuwa rahisi kwa hiyo partnership ku- kuweza kuzipata, kwa sababu ya uzito wa wale mapartna wao. Kwa hiyo partnership inafaidika kutokana na uzito wa wale partners wa hiyo partnership. Namba tano ni kuwa kwenye partnership kuna mgawanyo wa kazi. Maana yake ni kuwa majukumu mnagawana nye partners. Kwa hiyo hii inasaidia kupunguza uzito wa kazi, ambapo kama isingekuwa hivyo unaweza ukakuta watu wengine wanaelemewa na kazi hiyo kwenye partnership inasaidia kwa sababu mnagawana majukumu kutokana na, na zile taaluma zenu. Namba sita ni kuwa kwenye partnership kwa kuwa mapartner wa kila wakati wanaweza wakaingia na wengine wakatoka. Sasa hao mapartner wapa wapi, wanapokuja wanakuwa wanaleta kitu fulani kipya ambacho ni, kinakuwa ni faida au pengine kisingepatikana kama hao wasingekuja. Kwa hiyo hao mapartners wanapojiunga na partnership wanasaidia kuleta vitu ambavyo vinachangia kwenye maendeleo ya partnership. Namba saba ni kuwa partnership haina vipengele vingi, tofauti na vitu kama makampuni, kwa maana kuwa vitu viko vichache na vimewekwa, vimeainishwa, kwa hiyo kila mtu anajua wajibu wake na hata kwenye mambo ya taratibu za nchi au za kisheria za nchi, unakuta wao hawahusiki hawa na vitu vingi vya kisheria. Kwa hiyo ina, inapunguza ina hizi eh, formalities mbali mbali ambazo zinatakiwa zifanyike katika kuendesha biashara. Faida ya nane ni kuwa iwapo mnataka kufanya uamuzi wa kuibadilisha partnership iwe kampuni taratibu zake zinakuwa ni sio nyingi sana, kwa sababu ki, ki, kiumbo na hata baadhi ya mambo yanavyofanywa kwenye partnership yanakaribiana na ya kampuni. Kwa hiyo ikiwa kunafanyika uamuzi wa kuibadilisha partnership kuwa kampuni, inakuwa hai, haichukui mambo mengi, haisumbui mambo mengi kuibadilisha kuwa kampuni. Namba tisa ni kuwa partnership haina urasimu mwingi na usimamizi mwingi. Unajua kwenye mambo kama ya kampuni unakuta kuna board of directors, kuna shareholders. Sasa unakuta kila mmoja naye anaingia hapo na na mambo yake, kwa hiyo usimamizi unakuwa umegawanyika sehemu mbalimbali lakini kwenye partnership ninyi ah, tu partners wenyewe tu mnafahamiana hapo basi, mambo mengi mnayamaliza tu, tofauti na kwenye mfumo kama vile wa kampuni. Namba kumi na ya mwisho ni swala la usiri na kuweka mambo eh, kwa wenyewe mapartners, sio rahisi vitu vyenu kufahamika na, na watu wengine, kwa hiyo nakuta mnakuwa na, na usiri sana. Kuna mambo mbalimbali ambayo mbali mbali mbali mbali mbali mnataka mnayafanya ambayo hayawezi yakafahamika nje ya partnership, tofauti na kampuni. Unajua kwa kuwa kampuni ni kubwa, vitu vingi vikifanyika baadaye vinabidi vifahamike nje kwa sababu wahusika wanakuwa ni wengi. Sasa partnership ina faida ya kuwa mna mko wachache naofahamiana na naweza na na mkaweka vitu katika usiri mkubwa. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali mali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television, na mimi mtangazaji wako Ali Mwambola, naomba uendelee kuangalia kipindi ambacho kinakuja kila siku na ni saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.